ngovu moahuyo volcano au anakuambia propeller. Mashine hiyo hatari, ana ufalme wake h <laughs> Mara baada ya kusema hayo, basi mimi natakia kila la heri katika uzinduzi wetu na shughuri yetu Imezinduliwa rasmi. Asanteni sana. Semani baba, tumefurahi hawajabuzu hao. Tumefurahi, tumefurahi. Haya, <coughs> tume <foraye, tos> yebo yebo mdomo mchezkumbamba ukicheza na Simba wanakwambia nadi ya wachezi watacheza tako viboko watacheza tu kwako. Ahmed Ally semaji la kafu mwili Tanzania, akili Ulaya, funguka mwanaume. Ndugu wanasimba, ndugu waandishi wa habari, tumefikia tamati ya tukio letu hili la siku ya leo, lakini nichukue nafasi hii kuwatangazia waandishi wa habari, kesho tutakuwa na mkutano maalum na waandishi wa habari kuelezea mipango mizima ya timu yetu, maendeleo ya timu yetu, na safari ya timu yetu kuelekea Misri, pamoja na maandalizi kwa ujumla kuelekea mechi yetu ya marudiano tarehe tisa hapa Dar es Salaam Tanzania. Lakini nipende tu kusement kwenye hili la Simba Wese, hii ni bidhaa mpya ambayo Simba kwa kushirikiana na Lake Energy tumeingiza sokoni. Bidhaa hii ni maalum kwa wana simba na hata wale ambao sio wanasimba wakina Namungo, wakina Mtibwa, wakina Lipuli na wenyewe wanaweza kunufaika na huduma hii. Bidhaa hii ya Simba Wese ni moja kati ya mipango ya Simba Sports Club ya kuwafikia zaidi wanachama na mashabiki wake, lakini kama haitoshi, ni mpango maalum wa Simba kujitengenezea vyanzo vingi vya uhakika vya mapato. Kila mmoja anamiliki chombo cha usafiri ama anatumia chombo cha usafiri, maana yake ni kwamba analazimika kutumia mafuta. Kwa kufahamu ya kwamba uhitaji wa mafuta ni mkubwa hapa nchini Tanzania, Simba Sports Club tukaiona hii fursa, tukasema wacha na sisi tukafanye kazi na Lake Energy ili wanapouza mafuta yao Simba tuweze kufaidika, lakini kama haitoshi tuwarahisishie wana Simba namna ya kupata mafuta hayo, lakini vile vile tuwasaidie Lake Energy kwenye kurudisha kwa jamii kama ilivyo sera yao. Kwa hiyo tukaamua kushirikiana na Lake Energy, na kabla ya hapo tukaangalia ni taasisi gani ama ni kampuni gani ambayo ina sifa na hadhi ya kufanya kazi na Simba Sports Club. Baada ya mashauriano ya muda mrefu, tukajiridhisha pasina shaka Lake Energy anastahili kufanya kazi na Simba Sports Club kwa sababu ni kampuni kubwa, na sisi ni timu kubwa, na ndege wafananao huruka pamoja. Kwao tukasema Lake Energy anatufaa sana kwenye kampeni yetu hii ya Simba wese. Simba wese inafanyaje kazi? Kwenye vituo vyote vya Lake Energy kutakuwa kuna namba maalum ambayo inaitwa Simba wese, ama kuna QR code ya Simba wese. Unapokuja ama unapokwenda mwana Simba kwenye kituo chochote cha mafuta cha Lake Energy, ukifu... ukaweka mafuta yako muda wa kulipa, unamwambia nalipa kwa kutumia Simba Wese. Unatoa simu yako, unafanya malipo. Unaweza kufanya malipo kwa kutumia mitandao yote ya simu, unaweza kufanya malipo kwa kutumia benki zote. Lakini Simba Wese inafanya kazi kwa malipo ya online pekee, kwa maana kulipa kwa njia ya mtandao, aidha mtandao wa simu au kutumia benki kwa maana ya sim banking yako. Kwa hiyo ukifanya hivyo, unakuwa moja kwa moja umenunua mafuta kwa kupitia Simba Wese. Kila lita ambayo umenunua kupitia Simba Wese kwenye kituo cha Lake Energy, Simba Sports Club tunapata mgao wetu hapo, na hiyo inakuja kutusaidia sisi usajili wa kina Mpanzu wengine, usajili wa kina Chasambi wengine, na sio tu kuwasajili, kuwalipa vizuri ili waendelee kutufanyia kazi yetu vizuri. Kwa hiyo jukumu hili la kuipatia mapato Simba ni jukumu la kila mwana Simba. Kuanzia sasa, kila mwana Simba kituo chake cha mafuta kituo chake cha kuweka diesel kituo chake cha kuweka petroli kuanzia hii leo tarehe ishirini na tano ni Lake Energy kila unapoona Lake Energy, Mwana simba tambua ya kwamba hiko ni kituo chetu sisi nenda kaweke mafuta lipa ama fanya malipo yako kwa kutumia mtandao wako wa ukilipa kwa keshi hiyo sio yetu hiyo ni ya Lake Energy peke yake. Ukilipa kwa mtandao wa simu, kwa kutumia namba maalum ama QR code ukaskani pale, na Simba Sports tunaokota fungu letu, tunakwenda kuwalipa wakina Chasambi wanakwenda kutufanyia ubaya, ubwela mnyama yule nusu fainali. Na hii sio kwa kwenye magari tu, wenye magari wenye bodaboda boda, wenye bajaji, wanangu wa vishandu mnalipa kwalipa namba ya Simba wese, tunaokota tunakwenda kufanya uwekezaji ndani ya klabu yetu. Baada ya kusema hayo, ndugu zangu, andishi, kama mtakuwa na maswali yoyote kuhusiana na Simba wese, pale kwenye ubao wetu Mr. Mdem atakuwepo pale, CEO atakuwepo pale kwa ajili ya ufafanuzi zaidi, lakini maswala yote kuhusiana na maendeleo ya Simba Sports, kesho saa tano kamili tutakwenda kuwajulisha nini kinaendelea kwa upande wa timu yetu, ratiba, mipango, safari na tumepanga kufanya nini kwenye robo fainali yetu tutakwenda kujulishana kesho insha Allah ano. Baada ya kusema hayo, niseme tu ya kwamba shughuli yetu rasmi